Karibu darasani. Leo naomba nikufundishe kubip, yeah. Nikisema kubip tunaelewana, yeah. Najua watu wengi tunafahamu jinsi gani ya kubip nywele, lakini upande wa nyuma nimeshonea weaving yangu, nitaenda kwa kusuka mistari ya njia tatu kawaida. Mara nyingi huwa naambia kwamba ukijua kusuka mistari tu ya kawaida, una uwezo wa kusuka nywele zingine nyingi zaidi kwa sababu kupitia nywele ya mikono una uwezo wa kusuka, mfano nywele ya crochet, una uwezo wa kubondi, lakini pia una uwezo wa kushonea weaving kama hivi ambavyo nakuonyesha. Tunaelewana? Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinawezekana, kwa utumie njia hii ambayo nakuelekeza, uende ukafanye kile ambacho nakuelekeza. Kwanza kabisa, baada ya kusuka mistari ya mikono, nitakwenda kuchukua weaving yangu ambayo nitakuonyesha hapa, yeah, ukisha suka mistari hakikisha unashona upande wa nyuma hii ili hii nywele ya ndani iweze kujishika vizuri. Tumeelewana? Kwa hiyo angalia urahisi wako kwa kile ambacho nakuelekeza siku ya leo. Nimetumia tu sindano ya kawaida na uzi wa kawaida. Weaving ni hii hapa, inaitwa Adara, ni kutoka Darling Tanzania. Kuna kanywele aka kadogo ambako unakaona hapa. Hii nitaenda kuibipu. Nadhani nikisema kubipu wengi tunaelewana. Kubipu ni kule kusuka vinywele vidogo vidogo kwa kuvitwist kidogo sana. Chukua kibutu chako, twist kama hivi ambavyo unaona, sawa sawa, twist, zungusha vizuri, alafu naenda kaitwist hivi, sawa. Hii style unaweza ukabibu kwa nywele yenye dawa, kwa nywele ambayo ina dawa. Baada ya hapo, kata kanywele kadogo, alafu funga hivi, alafu naenda kaifunge, sawa kwa hiyo hapa mbele ambapo nitaenda kuweka wei ndo nitapabipu kote, ni kidogo kidogo. Wakati zamani walikuwa wanabipu kichwa kizima, lakini kwa sasa hivi tumerahisishiwa. Una uwezo wa kubipu zile zinazoonekana tu, alafu zile za katikati, aidha ukashonea kama ni weaving au ukashona au ukasuka nywele za crochet. Ukibipu kichwa kizima inatumia muda mrefu sana, lakini pia utachoka sana, tunaelewana? Sokota kama hivi kidogo tu ndo tambazo tutazibipa kwa sehemu ambayo tunaweka. Ukisha twist kama hivi sokota. Pishanisha nywele yako ya kulia je kushoto, ya kushoto je kulia. Alafu i twist hivi. Sokota sokota, sokota. Baada ya muda utaifunga. Wala hata usihangaike mpaka nywele ya mteja inapoishia. Kwa, kwa mfano, nywele ya mteja wangu mimi ni ni nyingi sana. Kwa hiyo itaenda kufichwa na hii kwa sababu hii rasa anayotumia ina mawimbi. Sawa. Okay.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 ile weaving ambayo ninaenda kuishonea ni, ni weaving ya Hadara ndio niloitumia sawa. so, unaweza ukatumia weaving yoyote ambayo unaihitaji twist kama hivi. Haya, sasa ndicho kwa nasema ni kwamba kwa wale ambao mnahitaji kujiunga na chuo chetu cha urembo na ususi tunawakaribisha sana. Chuo chetu kipo Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Tunafundisha kusuka nywele nzuri, tunafundisha kufanya makeup, tunafundisha kufanya facial, ku bondi, kutengeneza dread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 baada ya kubipu upande wa mbele hapa nitakwenda kushonele weaving upande wa nyuma. Sawa sawa, nitakwenda kushonele weaving yangu upande wa nyuma. Nitatumia tu uzi na sindano, uwe makini. Sindano, tumia zile sindano kubwa kama hii ambayo unaitumia. Mimi sio rahisi kujichoma wala kumchoma mteja wako. Umakini na ichajika, kwa sababu sindano ina ncha kali. Sawa, kwa hiyo utachoma kama hivi, utakuwa unashonea pale kwenye ile line, ndo pale ambapo uzi wetu unaenda kupita kwa tutafanya hivyo mpaka mwishoni kabisa. Hizi ambazo zinajibia hakikisha unazitoa kama hivi, maana ninavyotoa mimi. Sawa sawa, eh, haya, okay? Kwa hiyo tutazitoa kama hivi, alafu tutaendelea kushonea. Kwa hiyo kwa wewe ambaye labda ni mwanafunzi, ndio unaanza kujifunza either ni kushonea weaving. Weaving kama hii una uwezo wa kumshonea mteja wako akaondoka akarudi tena ukaifumua na ukaishonea tena. Hichi ambacho tunakifundisha online, yani ni theluthi haifiki hata nusu ya kile ambacho tayari tunakifanya live. Njoo darasani njoo jifunze, tunafundisha vitu vingi sana, tunafundisha nywele nyingi mno. Njoo darasani kwetu, njoo tukufundishe vizuri na utaondoka ukiwa okay. Unajua, jiulize tu unajifunza online hivi. Wengine mnajua wengine mpaka mnafungua saloni namba. Nikwambie, ukija live ndani ya wiki utaona mabadiliko, ndani ya mwezi utaona yes, kuna kitu ninakuja kukifanya hapa. Mpaka unafikisha miezi minne utaondoka ukiwa full package, yani kama kichwa kimejaa material ya kutosha sawa sawa, eh? Okay. Haya, nitamalizia malizia hapa, nitakwenda kuishonea weaving yangu vizuri, lakini pia utahitajika kuijaza vizuri, inkesi kama mteja atataka nywele ijai sana, kama hata hitaji ijai sana, pia utakuwa unaweka kidogo kidogo, usizisindilie sana sawa sawa. Kwa baada ya hapo nitakwenda mpaka kule ambapo nimekaribia, nime kubip kule nitakwenda kushonea, alafu pale panapobakia nitakuja nitazifunikia nywele zangu o, zitakaa tu vizuri bila changamoto yoyote. In case kama utakuwa una swali niandikie kwenye comment, sawa sawa. Kwa wale ambao mnahitaji mafunzo ya live, nafasi zipo wazi, tupigie kwenye namba hizi. Kwa wale ambao mna una mama anapenda kuvaa mawigi, hii nywele ya dara, una uwezo wa kuishona kawigi kazuri, na mzazi akavaa akatoka, akienda akirudi, ana uwezo wa kukivua akavaa tena. Jinsi gani ya kutengeneza wigi pia nitakufundisha hapa, hapa. Cha muhimu hakikisha umegusa button iliyoandikwa subscribe hapo upande wa chini wa hii video. Kama tayari ulikisha kusubscribe, basi endelea kuyafurahia mafundisho yetu. Sisi kila siku tutakufundisha kitu kipi? Una swali una chochote niandikie kwenye comment. Kuna kitu unahitaji kujifunza zaidi, niandikie kwenye comment tutazidi kukufundisha kila inapoitwa leo, sawa sawa, eh? Okay, haya nitaendelea kufanya zile final touch ndogo ndogo kama hivi ambavyo unaona, sawa sawa. Okay, kushonea sio ngumu sana sababu najua watu wengi, watu wengi wanajua kushona kwa kutumia sindano. Kwa hiyo kushonea weaving haiwezi kuwa ni kazi ngumu kwa mtu ambaye unaanza In case labda wewe hujui kabisa kushonea, kushona na sindano litakusumbua. Lakini hata ugumu wake sio sana. Kwa hiyo mara nyingi nakwambia, kama umesema ebo ebo ni ngumu jamani, hadi kushonea weaving kukushinde. Hapana, hayo sio matamanio yangu. Naomba nikuonyeshe ile muonekano wa mwisho. Nikukumbushe hakikisha umesubscribe channel yetu ya Farida Othman. Karibuni darasani kwetu kwa mafunzo ya live. Karibuni sana tuweze kujifunza pamoja. Sisi tunaposema tunafundisha huwa tunamaanisha before ilikuwa hivyo, after ikawa hivyo. Mi niseme asante kwa wewe ambaye umeamua kujifunza na sisi, lakini ni kuahidi mambo mengi mazuri zaidi. Na mimi ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy, asante, naendelea kujifunza nasi, kwaheri.